sije kusoma katika madrasa na vyuo vya kishia. Hii ni mada tuliza kwa watu ni mazezeta kiasi gani? Unazuia mtoto asije, hali ya kuwa shekhe wako alisoma kwa nani? Yesu ya akili ni ujua. Yesu hizi akili au ni matope. Kama ingelikuwa ni tatizo soma kwa mashia basi, hao viongozi wao ndio wanaowafuata wasingesoma kwa kina nani. <tipa> Abu Hanifa anajifah anajinasbu anajigamba namna alivyokoka kwa miaka miwili waliosoma kwa <tipa> mashia <tipa> ya <tipa> kwamba kama sio kushiriki darasa la Imam Jafar al-Mashia mimi Abuhanifa leo nilikuwa nikiangamia. Yeah, yeah, yeah. <tipa> Kwa hivyo aliyokuokoa Abuhanifa ni nani? Ni Al-Imamu Jaafar bin Muhammad aswali. Sasa wewe ni nani? Akutaka kusumbua watu na tunazotao tuvuki utotuka tu. Ikiwa babu yako, baba yako, ndugu za na shehe wako na imamu chan cha chini na imamu wako mkuu wa madhehebu, yaani muasisi wa dhehebu lako, wewe ni mwanafunzi wa mashia.